Inapogunga vichwa vya habari, hospitali hii ya Pumwani nyakati nyingi huwa ni kwa habari za kutamausha. Ndio hospitali ya pekee iliyotengewa mahususi kwa minajili ya kujifungulia kina mama takriban mia moja kwa siku, na utendakazi wake unasalia kuwekwa kwenye darubini mara kwa mara. Hospitali ya Pumwani hulaumiwa kwa jambo moja au jingine, iwe ni utoaji wa huduma ulegevu kazini na vilevile uovu kama vile biashara ya watoto wanapozaliwa, na ndipo wengi watajiuliza tatizo ni nini haswa katika hospitali hii. Wafanyakazi ni wachache. Hospitali hii iliyojengwa mwaka elfu moja kenda mia ishirini na sita na iliyo na uwezo wa kuhudumia wagonjwa 350 wa kulazwa haijawahi kupanuliwa licha ya ongezeko la idadi ya watu. Vifaa vya kimatibabu vilivyotumiwa miaka mingi iliyopita ndivyo vinavyotumika hadi sasa inahitaji you know, maabara mpya inahitaji eh, refurbishment, infrastructure machines, ziko X rays theater machines zinahitajiwa ziwe modern. Baraza la jiji la Nairobi ambalo ndilo linalosimamia hospitali hii linakubali kwamba kuna upungufu mkubwa wa hudumu wa kimatibabu. Hospitali hiyo ina madaktari nane tu ikiwa na upungufu wa madaktari kumi na wawili kulingana na idadi ya wagonjwa. Wauguzi wanaohudumu katika hospitali hiyo ni 180 huku wanaohitajika wakiwa ni wauguzi 250. Sasa wengi wanatumai kwamba baada ya tatizo kugunduliwa, suluhu itapatikana. Damaris Kitavi, KTN Leo.